Mungu amewapa ni kwa ajili ya kuomba. Ninataka niwatie moyo mnapokutana, kwa ajili ya kuomba. Kuomba, ninaomba neema ya Mungu iwe juu yenu kweli. Mkutane kuomba, na mambo ya kuombea ajenda ni kuombea huduma ya mtoto ili tuweze kuona matokeo tuweze kuona kusudi la Mungu kwa kila mtoto kwa kila kijana linasimama. Si unajua wanawake, watukikutana tunaweza tukakutana tukapeleka maombi yetu. Mwingine akasema mimi, jamani, nina shida kwenye ndoa yangu, naomba leo tuombee ndoa. Mwingine anamwambia mimi, jamani, nina shida, ninadaiwa madeni benki, SACCOS, naomba leo tuombee madeni yangu. kwa hiyo ni waombe. Mtakaposimama kwenye kuombea huduma ya mtoto, yale ya kwenu Mungu atashughulika nayo bila nyinyi kuyasema pale. Yani, waombe, mkikutana mruhusu maombi ya machozi kwa ajili ya watoto wetu na vijana wetu, kwenye kila kanisa, kwenye klasa ya Kusenga, turuhusu machozi yachunzike, ili tuwe na taifa au tuwe na vijana ambao watasimama baada yetu, wataeleza kila ambacho kipo tusije, tukalala usingizi, alafu nikaibuka kizazi kingine. Bwana Yesu asifiwe, waone watie moyo wanawake walioko mahali hapa. Mungu anataka tusimame kuona watoto wanavuka, tumeona hapa mfano wale kwa hiyo watoto wa Kusenga bado ni wadogo, wamama kukisimama kwenye nafasi ya maombi. Wakija katika miaka 22 ishirini na mbili kwenye ugula mapu ya mtoto tutaona mambo makubwa yakitokea kwenye maisha ya watoto na vijana. Mungu wawabariki sana, tuendelee kuifanya kazi ya Mungu, tuendelee kuomba, tulie machozi yachuuzike kwa ajili ya watoto na vijana wa Kusenga. Mungu wawabariki sana. Wachungaji pamoja na viongozi wote mlioko hapa, naomba mjipongeze kwa jambo hili kubwa ambalo mmelifanya leo. Naomba, na kiukweli, ni faraja kubwa kwangu na kwa uongozi wa shirika kwa ujumla, kuona liko jeshi kubwa namna hii ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili ya kupeleka utume wa pamoja unaosema kuwafungua watoto kutoka kwenye umasikini, kwa jina la nani? La jina la Yesu. Lakini kwa sababu ya upendo hana kwa kwao, kazi yao kubwa ya, ya kwanza ni kuwaombea watoto wa nyumbani, ni kuiombea huduma ya mtoto, ni kuwaombea watungai wanaosimamia kusaidia mahitaji ya leo kwenye familia, wengine wameenda sabuni manatoto cha Esta lakini, Esta anafahamika zaidi ya kitabu tu, anafahamika kwa historia yake iliyoandikwa ndani ya hicho kitabu. Esta anatoka kwenye familia maskini na kweli yeye alikuwa yatima na Esta alilelewa na mjomba wake. Na Esta, hatujui mambo mengi sana kuhusu kisomo chake. Yawezekana mjomba alimpeleka shule, hatujui, lakini jambo kubwa tunalijua, Esta aliokoa taifa. <coughs>

Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao palikuwa na manung'uniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Wayunania kwa sababu wajane wao walisauliwa katika huduma ya kila siku. Hesabu ya pili wale tena shala wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu meza sadotau. Basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye njawa na roho na hekima ili tuwaweke juu ya jambo nanaa. Nasema Bwana wa majeshi asema hivi ni fikirini nini, kawaite wanawake waombolezao ili waji mkatume, na kuwaita wanawake wenye mstari ili waji na wafanye haraka na kutuombolezea, ili machozi yetu yachunguzike, machozi na kope zetu zimevunjike, machozi <coughs> <coughs> na lile kusudi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi yake mpate kulilisha kanisa lake aliyonunua kwa damu yake mwenyewe. Kwani aliomba jambo jema Esa alipoomba Bwana alimsikia. Na wakati mwingine alikuwa ameingia katika shida ambayo ilikuwa ni mkuu mno, lakini Baba ulimpa kibali, naomba wape kibali Bwana, angalia kundi la watoto, wakanyage nje na nyoka kwa jina la Yesu. Watakapoita nao wende kuitika, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Upendo rasa ya msee kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Asante sana. Kinachofuatia sasa ni kuchukua kapu na maombi. Baba mchungaji, naomba uchukue ile kapu na maombi ndani yake yapo maombi ambayo ni shughuli wanayoenda kuifanya hawa wamama. Kuna karatasi moja nyeupe utaitumia wewe lakini, zile bahasha watapewa hawa wamama, kwa kila kanisa yako maombi ndani hapo. Karibu sana lakini hapa tunahitaji moja na pamoja, tutaomba kwa hapa pamoja hapa kabla hatujaondoka ni kuombea wokovu kwa watoto, vijana na wazazi jinsi tulivyosimama, tuende mbele za Mungu, tuombe kwa hitaji na kuombea watoto wokovu, ili na vijana wetu pamoja na Mwenyekiti wa wachungaji mtambulisha pia na mwenyekiti wa wachungaji. Karibu sana, baba mwenyekiti. Makofi kwa ajili ya mwenyekiti wetu. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Mambo mazuri, mambo mazuri. Chapo makofi kwa Yesu. Asante sana. Niombe, mwenyekiti urudi sasa. Asante. Sasa, asogee pale, Janet, asogee pale na mpa katibu katibu katibu wa mama Upendo sogea, aa mmoja ambaye sio kiongozi tefu. Karibu kwa ajili ya zoezi hilo. Karibu sana kwa ajili ya malisha keki viongozi wetu na mwakilishi wa mama. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Asante sana, mama, sogea pale. Amen. Amen. Amen. Amen. Mwenyekiti wa mama utamaliza hilo zoezi kwa pili. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kanisa la Lokoka. Kwa maisha makanisa, tunashukuru wachungaji wote wote walioko hapa ambao wameruhusu washirika wa makanisa waweze kuwa sehemu ya kikundi hiki cha wamama wa, wa, wa, wa... wa, wa upendo. Katika kubasaneni sana wachungaji, lakini asanteni watu wote ambao wameshiriki kwenye zoezi hili. Kama shirika tunathamini sana. Nathamini sana mchango na kwa kila mtu ambaye anafanya jambo lolote hata kama ni dogo na kibidi jambo la nafasi. Wewe, hicho hicho ndicho ambacho Mungu wamekusaidia na amekupa kufanya na ukiacha naweza kufanya. Kwa hiyo asanteni, lakini pili ni washukuru wafanyakazi wenzangu wa shirika la Compassion na Janet na na kwajahaba ya shirika na ni niwashukuru kabisa kabisa kwa namna ambao mesaidia makanisa, na mnafanya kwa pamoja, na sasa tumefikia hatua ya kuzindua agule ambapo upendo. Kwa kumaliza, nishukuru mchungaji mwenyeji kwa ai zilizofanyika.